Asante kwa muda wako. Kwa majina naitwa Adili Saukisa Mwakina. Nashukuru, nataka leo tushie mambo machache ambayo itakupendeza ukinipa muda wako kuyasikiliza. Sasa mbona unaendea kamera hii? Ah, unajua katika maisha tunakutana na changamoto nyingi. Ya, tunakutana na changamoto nyingi sana ambazo katika hali ya kawaida kama binadamu hauna budi kukutana nazo. Kwa jambo la msingi ambalo nataka nikwambie yangu kijana mwenzangu, rafiki yangu, unapokutana na changamoto kama hizo, hebu jaribu kumshirikisha Mungu, jaribu kumwomba Mungu akutatulie hizo changamoto, kwa maana hizo changamoto unazokutana nazo leo, kuna wengine walikutana nazo zaidi ya hizo, na walifanya maamuzi ambayo maamuzi waliyofanya kulingana na shida zao yalimpendeza Mungu na yakuvunja maadili yote ya kidini au maadili ya nchi. Kwa ndio nachotaka kuambia kijana mwenzangu ni kwamba Jitahidi, unapoamua kufanya maamuzi juu ya jambo fulani, jaribu kuishirikisha nafsi ambayo inakuforce kufanya hilo jambo, pia mshirikishe Mungu, utafanya maamuzi utafanya maamuzi sahihi na itapendeza zaidi. Usijali, relax. relax sana, kwa sababu kila tatizo unalokumbana nalo, kila challenge, usifikiri wewe ni wa kwanza, a a, hapana lakini kila mmoja ataifutia kwa muda wake. Unapofika wakati wako kupitia challenges mbalimbali, mulia, relax, utumaini Mungu, fanya maamuzi yaliyo sahihi. Fanya maamuzi yaliyo sahihi.